Asalamu alaikum, na karibu katika kudukuzwa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe mbili ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Ni kualike kunakodukuzwa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Hani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kabla nikukumbushe kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali, ambazo mba unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Lakini pia nikukumbushe Run for Autism Tanzania Half Marathon Season 4, na njia ambayo itakufanya e, wewe ushiriki ni kwa kujiunga kupitia www.runforautismmarathon.co.tz au kupiga simu namba 783639335. Kumbuka ni siku ya Jumamosi, Aprili 19 mwaka 2025, viwanja vya Farasi, Oyster Bay, Dar es Salaam. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, habari aliyopewa kipaumbele ni Dr Taxi, vijana msiwe na haraka, asema alianzia chini, ahimiza uvumilivu weledi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia awapa chakula watoto vituo ishirini na sita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kampeni ya kisheria ya ukoa nyumba isiuzwe Arusha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na sita. Mwenge wa Uhuru kuwashwa leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Serikali yashauriwa maji Ziwa Victoria, ifike mikoa minne habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mawaziri Zambia waonywa ulevi kujirusha usiku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane. Majina ya walioitwa usaili wa jeshi la zima moto na uokoaji ni katika kurasa za ndani, za ndani za gazeti habari leo na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti habari leo, gazeti la habari Tanzania. Pata nakala yako usome habari ndani zaidi. Pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari leo limepewa kipaumbele ni haki itendeke kulinda amani. Wadau wa dini, sheria na siasa wamuunga mkono Rais Samia kuilinda, wapendekeza mambo ya kuzingatia ili kuwa na amani ya kudumu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Habari picha katika ukurasa wa mbele ni viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa pamoja na dini, akiwemo Mbeto Askofu Bagonza, Dorot wa ACT wa Zalendo na Dk Nsekela. Gazeti hili limeandika nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa ni ya mufti wa Tanzania Abubakari Zuberi ikisema amani ni sawa na yai, ugelishika ulishike kwa uangalifu mkubwa, ugelishika likaponyoka hilo yai litavunjika na huwezi kulizoa. Hivi ndivyo amani inapoharibika, kurudishwa kwake ni taabu sana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne lakini pia gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele limeandika ukomo wa elimu nafasi ya ubunge vya zua mjadala, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16 rasimu ya katiba. Rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba iliongozwa na jaji Joseph Warioba ilipendekeza ukomo wa ubunge uwe ni vipindi vitatu vya miaka mitano mitano kila kimoja. Nukuu ya Justin Alois inasema bado naona kichekesho, yaani umemchagua mbunge kwa sifa ya kujua kusoma na kuandika alafu anaenda kutunga sheria kweli. Hivi Tanzania hii kwa mageuzi makubwa ya elimu tunahitaji mtu mwenye sifa hiyo? Hili ni swali ambalo undani wake umeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na sita wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika magumu wanaopitia bodaboda popo usiku wa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Walioshika hatima ya Luhaga Mpina kurudi mjengoni ni hawa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tatu wa gazeti hili. Unapotaja orodha ya wa bunge machachari bungeni kwa sasa ni lazima utakutana na jina la Luhaga Mpina, mbunge huyo wa jimbo la Kisesa mkoa ni Simiu, kupitia chama cha mapinduzi amejipambanua. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na tatu. Mikopo ya kidijitali ya pa ya gonga lingi trilioni 4.22, ya habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pasa na kala yake, wasome kwa ndani zaidi. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni ala tanga ya kunwa na Samia kwa miradi ya maji ndi wa miji ishirini na nane unaotekelezwa Handeni, Korogo, Muheza na Pangani. Wajumbe wasema anafanya kazi nzuri ya miradi mikubwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Wasira aendelea kuishukia Chadema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Magereza yapewa ruzuku ya nishati safi ya kupikia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. CCM yaendelea kupata pigo, katibu UWT Mbea afariki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Jafo aipongeza Intrust Finance kudhamini soko la jiba soko, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Stanbic Tanzania yajitolea kusaidia kukuza biashara na mshikamano wa kikanda habari imelekwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili Irani yasema inalipiza kisasi ikiwa itasumbuliwa na Marekani habari katika ukurasa wa kumi na tisa Wasira anavyokerwa na wasaka ubunge kwa rushwa aivacha Chadema habari imelekwa kwenye ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima Gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii ni nalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vugu vugu Chadema, ACT, Sheikh Ponda, Rais Samia atete na vyama vya siasa, asema ukiachilia mbali vyama hivyo viongozi wa serikali, wanasheria na viongozi wa dini kwa nyakati tofauti wamekiri uchaguzi uliopita ulikuwa na kasoro kubwa kiasi cha kusema hapakuwa na uchaguzi. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili dugu iloandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili

na ile ACT Wazalendo ya kupinga uchaguzi wa siku mbili Zanzibar zinaakisi malalamiko ya uchaguzi mbovu kama ule wa serikali ya mitaa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu mwaka 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Habari picha kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ina picha ya Dorsem Tundu Lissu pamoja na Sheikh Isa Ponda. Tafiti nywele bandia zina kemikali zinazosababisha saratani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika, Aida Kenan kaanza safari viti maalum na elfu moja jimboni kamtoa kigogo CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Ripoti maalum, utata mradi kukodishwa raia wa kigeni, maofisa wa serikali waliohusika wa wasimamishwa kazi. Wawekezaji wapya wafungua mgahawa supermarket. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Chadema yageuziwa kibao kushambuliwa mwenezi Bawacha. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Iran yatishia kutumia silaha za nyuklia kisa Rais Trump. Habari katika ukurasa wa 19 ilivyoagwa miili ya wanakwaya KKKT waliofariki dunia kwa ajali ya basi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti nipashe mwanga jamii. Lakini pia gazeti hili ikiandika Fadlu aanika mbinu za kuwakaanga Waarabu, habari katika ukurasa wa ishirini na nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti raia mwema ahidi kutumia nusu ya utajiri wake kusaidia jamii, ataka kumbukwe kwa kubadili maisha ya watu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Atekwa ateswa, polisi alaumiwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Wana CCM nini kimempata mwenzenu, CPA makala. ili ni swali ambayo majibu yake ni katika ukurasa wa nane wa gazeti hili. Lakini pia Raia Mwema limeandika retu wa mkombozi sekta ya utalii, habari katika ukurasa wa pili Uhura, kinara tena uhusiano mwema, habari katika ukurasa tatu. Wekundu wa Msimbazi ung'ara tena leo Afrika, ili ni swali ambalo majibu yake katika ukurasa wa ishirini wa gazeti gazeti gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raya Mwema Jumatano leo. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika CCM ndio yenye sifa ya kushika dola, mwanazuoni asifu uongozi wa Rais Samia amtabiria ushindi wa kishindo uchaguzi mkuu, asema mafanikio makubwa yamepatikana katika kipindi cha miaka minne, aiponda no reforms no election. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Chatanda mlilia katibu OWT Mbeya, habari katika ukurasa wa tatu. Iran yaivimbia Marekani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Msisitizo wa amani ni gumzo kila kona, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Viongozi wa dini siasa ueleza umuhimu wake hasa kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu askari washikiliwa tuhuma za mauaji polisi mkoani mara inawashikilia askari wawili wa jeshi la magereza gereza la tabora b wilayani serengeti mkoani mara kwa tuhuma za kusababisha kifo cha emmanuel lucas mwenye umri wa miaka 18 undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu lakini pia gazeti hili limeandika rais dr samia akosho ripoti si ya CAG TAKUKURU, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na moja hadi ukurasa wa kumi na mbili. SMZ mbioni kuandaa sera maalumu ya mageuzi kidijitali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru kweli daima, pata nakala yako, so mekonda zaidi. Tulitazame sasa gazeti wa machingali lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni majali wa aridhishwa maandalizi mwingi wa uhuru kuashwa leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Kafulila avunja ukimya deni la taifa, asema ni himilivu kwa uchumi wa Tanzania, achambua namna serikali ilivyotumia mitaji ya sekta binafsi, aweka wazi jinsi bodi ya mikopo ilivyokuwa haitoshi kufikia matarajio ya wananchi. habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kamati Zanzibar yapiga stop fukwe kugeuza guest bubu. Habari katika ukurasa wa tatu. ETDCO yatoa mkono wa aid kituo cha watoto Igamilo, habari meneka kwenye ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeneka gazeti wa Machinga. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu ni gazeti la Mwanaspoti leo. Habari iliyopewa kipaumbele ni dakika 20 za kuamua ni Almasri dhidi ya Simba leo Jumatano saa moja kamili usiku new swes. Wakati Simba dhidi ya Almasri mchezo utapigwa Aprili tisa saa kumi kamili jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Gazeti hili imeandika kesi ya msingi ipo Simba, TFF bodi ya ligi zapewa maelekezo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mechi nne za kimkakati ni miji gani hizo? ndani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. ishu yake na maiweza imebuma ateta hii ni bab kubwa ni Everton dhidi Arsenal, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Copa del Rey ni Atletico Madrid dhidi ya Barcelona saa nne na dakika thelathini usiku. Lakini pia gazeti hili imeandika Yanga dhidi ya Tabura ni leo saa kumi kamili jioni, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu, analo gazeti Habari Leo ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba pumzi muhimu Misri. Kocha mkuu wa Simba Fadlu Davids amesema wataingia kwenye mchezo wa leo robo fainali kombe la shirikisho dhidi ya Almasri uwanja wa Suez Canal kwa lengo la kupata bao la ugenini. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga Tabora kumaliza ubishi leo. Serengeti yaipotezea Zambia, yaikamia Uganda. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika JD asherehekea miaka ishirini na tano ya muziki. Habari katika ukurasa ishirini na moja. Amorim hataki Fernandez aondoke habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22 mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo goji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii umeandika Fadlu aanika mbinu za kuwakaanga Waarabu. Asisitiza umuhimu wa kupata goli la ugenini ili kurahisisha kazi kwenye mchezo wa nyumbani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 23. Yanga kuivaa Tabora United bila nyota wake wanne. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Gazeti limeandika slota hana wasiwasi na Anod. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako some kwa undani zaidi na gazeti ya Nipashe. Linakamilisha urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.